Samuel akaondoka na chupa ya mafuta akiwa anajua anaenda kutia mafuta kwenye watu wa familia ya Yese, akijua ni mtu mmoja. Maandiko anasema alipomwita Yese akaja na wanae, alipoangalia hivi moja kwa moja akamwona Eliabu, akamwona Eliabu ni mtu cha kwanza ambaye anafaa, mwonekano wake ni mzuri, vigezo vyake vya nje ni vizuri, kila kitu moja kwa moja bila hata kumuuliza Mungu akataka mimine pembe ya mafuta yoomsho mimi najua ya Mungu akamwambia, no, no, no, no, rudisha pembe yako, kwa sababu huyo sio kwamba nimemchagua wewe. Unaangalia nje, mimi naangalia ndani. Wewe unaangalia sura ya nje, lakini mimi Mungu naangalia moyo wa mtu. Moja ya kitu ambacho tunapaswa kukijua kwa habari ya uamsho ni kwamba Mungu haruhusu uamsho tu uzagae kwa, kwa kila mtu aa, aa, anaangalia moyo wa, wa mtu ili kuachilia majira ya uamsho. Hii imepelekea baadhi ya watu kwenye majira wa ya uamsho, wanapokuja kwenye taifa, wanapokuja kwenye kanisa, wanakosa kitu kizuri cha kimungu ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili ya kanisa kwa sababu ya hali ya mioyo yao. Namba mbili, Mungu anapotaka kuachilia uamsho kwenye taifa, kwenye jamii, kwenye taasisi, kwenye huduma au kwenye kanisa haangalii sifa na vigezo vya nje. Kuna watu unawaona wana vigezo vya nje, unaona wana sifa za nje, lakini Mungu anapotaka kuachilia eh, anapotaka kuachilia oh, kitu cha kiuamsho kwenye kanisa au mahali popote au kwa watu huwa haangalii tu vigezo na vile